aliyofanyiwa anapochana anapo yale mapepo yanapata nafasi ya kuondoka katika maisha yako chana chana yatasema na chana mapepo yanayokusumbua funga macho yako chana tu chana chana chana chana chana chana chana chana chana chana chana chana, chana. chana utafunguliwa mpaka kule kazini kwako chana tu chana kabisa mikataba naokoifu ah.

ameingia na ivunja na kuharibu sasa. Hiyo nguvu nakataa katika jina la Yesu, nikatara tapika hicho kitu, tapika hicho kitu na kiamuru kipanga, kipande hicho kitu kipanga, hicho kitu hicho kitu kipanga, naomba fanya biashara mara moja, hicho kitu kipande, kipanga, hicho kitu kipanga

Sogea kwao. Waza mikono yako hapa. Angalia, angalia mikono yako. Angalia mikono yako, angalia. Hai.